Ukosefu wa vituo vya kuokoa watoto katika kaunti ya Tana River umetajwa kama mojawapo ya changamoto kubwa inayotatiza upatikanaji wa haki kwa watoto kaunti hiyo. Kwenye mkutano wa kuzindua wiki ya huduma kwa watoto katika mahakama ya Garsen, watetezi wa haki za watoto wameelezea kuingiliwa sana kwa kesi zinazohusisha jamaa wa watoto hao kwa sababu ya ukosefu wa vituo hivyo. Aidha, kuwepo kwa vituo hivyo kutasaidia katika uhifadhi na urahisishaji wa kutoa ushahidi mahakamani bila mashahidi kuhofia maisha yao. Children's home. Sasa tukiwa na watoto tumepata, we call them child offenders. Kama hao wamejihusisha na wizi hatuwaiti tena accused. Uh, sheria ya watoto inasema tuwaite children offenders, so we have to take them, na kutoka hapa tu Malindi over 100 kilometers, changamoto hata kwa polisi hata kwa ofisa wa watoto

again pia inakuwa changamoto kwa sababu pale remand uh, children's home uh, wanasema si kazi yao. So uh, tumejaribu kumobilize sisi kama shirika. What we are doing currently in Hola locals, ambayo pia tuna aim kufanya hapa Garsen locals, ni kufacilitate the gaps ambazo zinapatikana katika hizi cases za watoto. Unapata kwamba kesi ya mtoto imekaa mwaka au zaidi hata ya mwaka. So what we are doing basically ni kufill in the gaps, kama kuna resources zinahitajika katika kama partners kwa uwezo wetu, tunapeana hizo resources, pengine za ushahidi unatakana mahakamani, tuna facilitate such kind of things as, a, as, a, as an organization kuhakikisha kwamba kesi hizi zote za watoto zinapata justice na zinafikia mwishoni mapema tu. Wazazi na, tunapolea watoto wetu tuwafundishe watoto wakiki kujijua, wanapojijua hakuna mtu anayewafikia karibu. Ni, ni, ni, ni muhimu sana maana tumepitia huko na hatukuyaona kama leo yako naganaga, yani vinasemwa waziwazi. Kule wakati wetu 76 years in now vilikuwa hata vinatisha, ni aibu kuvisikia, havisemwi hatu, hatu kuvijua tulikuja vijua, tuliposhitukia tumeainukia. Lakini leo vinasemwa waziwazi. So mimi ombi langu watoto wa kike, wa kike wawe na ile akili ya kujijua wenyewe. Wazazi tuwasaidie watoto wetu wajijue.